Mvua kubwa ya mafuriko hii ni Geita mjini. Hapa mvua kubwa ya mafuriko imenyesha. Hii ni barabara la lami, unaiona hapa. Ukitazama barabara la lami yote imefunikwa na maji, mafuriko. Maji yamejaa mpaka madukani kwa watu, unaona jinsi maji yalivyojaa mvua ni kubwa sana iliyonyesha leo hapa mjini Geita. Mvua ni kubwa lego, mafuriko lego ni makubwa makubwa sana. Unaona vijana, hii ni biashara yake. Unaona maji yamejaa mpaka kwenye biashara yake, vijana ninginia hapo. Yaani hamna hamuna pa kupita, njia zote zimefungwa, kama unavyoona jinsi usafiri unavyopita kwa shida. Unaona wanapi, hiyo ni lami lakini imefunikwa na maji, maji hadi dukani. Unaona kwenye maduka ya watu maduka watu ya watu yote haya yamejaa maji ili unaona maji mpaka kwenye mlango wa, kwenye duka, wa duka la mtu hapa. Ukiangalia kijana pale, naye ameshindwa kuvuka, kama unavyoona zile ngazi za watu kwa ajili ya kuvuka kuelekea madukani, hizi hapa zimeenda na maji zote, hizo unaziona hapo, zimeenda kukaa pale. Vijana wananing'inia kwenye mabanda, hali ni mbaya. Lo, Geita hali ni mbaya hali ni mbaya sana. Mvua kubwa ya, mafuli, ya mafuriko na hapa ni mjini Geita. Naona pikipiki zinataka kwenda na maji hapo, imepaa kilami hiyo eh, kama unaviona haisi hazitoki, haisi zote hazitoki leo. Maji ni mengi sana kila kona, na hapa ni maeneo ya mchungwani eh. Mvua kubwa inanyesha, unaona gesi zilivyojaa maji gesi zilizokuwa zimewekwa mbele ya duka zimejaa maji kama unavyoona, zimefunikwa na maji. Maji ni mengi sana, maji ni mengi sana, maji ni mengi mno. Hii ni mvua inaashiria msimu wa mvua kabla ya msimu wa sikukuu haujafika vizuri. Mvua ni kubwa sana.